Sasa mzee baba hapa mwanangu tumepata kama elfu nne hivi. Sawa. Kwa hiyo shike elfu mbili hapa mwanangu, fanya mazingira yako. Sema nini? Acha ubaili mwanangu. Tumepata yola, atapata mtoto mkali nini uishi naye. Lakini sio unajifanya kama vile unajua sana hela ni kuliko hata hela yenyewe kule kutoka. Brother, ishi mia mbili ulionipa ni hela ndogo sana. Na kama akituliza kichwa akajua ni wapi ninapoitoa mimi nadhani atapunguza mapepe. Kwanza hata subutu hata kuniomba wewe mwenyewe unafahamu, tumetoka kufanya kazi ngumu kinoma bro, tumegawa na shilingi mbili, mbili, afu nikampe na mtoto wa kiki? Bado sijala kesho, atojaingia fonti, nauli sina bro, sikiza mashibia. Sawa, unajua sisi tumeumbwa kupambana, ila mwanamke ameumbwa kupelekea. Yani yeye anatakiwa apewe kitu, si wengi kukitafuta. Sawa, kwa kuna muda inatakiwa wewe usimame kama mwanaume, wanaume unaonekana baada ya kupata kitu na kupeleka kitu nyumbani Sawa ni sawa, mpo katika mahusiano au vipi? Lakini kuna muda ni lazima uoneshe thamani yake, kama mwanamke umjali, umpatie kitu kizuri, ubaida kukusaidia chochote. Wanawake wazuri wanagaramikiwa kaka. Kaka kama mimi nimekuelewa best. Kesho asubuhi tawai au vipi? Bali basi ni hivi au vipi? Bali nyama ni bwana, lakini inti...